Aina tano za watu ambao wanaogopwa na shetani. Kwa siku ya leo, utakwenda kuangalia aina tano za watu ambao shetani anawaogopa kabisa. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakidhani shetani ana nguvu dhidi yao. Jambo hili sio kweli kabisa. Kuna aina ya watu ambao shetani anawaogopa kabisa hata kuwasogelea. Leo nitakwenda kufundisha aina hizi tano, lakini pia nitakufundisha na namna ya kuwa mtu wa aina hizi ili shetani akuogope kabisa. Kabla hatujaangalia aina hizi tano za watu ambao wanaogopwa na shetani, nisiwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu aendelee kuwalinda, kuwatunza na kuwafanikisha kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika chaneli yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado huja subscribe, basi nikupe pole kwa sababu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 wafatao ni aina tano ya watu ambao wanaogopwa na shetani. Namba moja: watu ambao wanatambua mamlaka waliopewa na Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Hii ni aina ya watu ambao wanaogopwa sana na shetani, watu ambao wanatambua mamlaka waliopewa na Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Kila binadamu kuna mamlaka ambayo Mungu ameiweka ndani mwao, na binadamu ambaye hutambua mamlaka hiyo iliyomo ndani mwake, shetani huanza kumwogopa mtu huyo kabisa. Ndiyo maana ukisoma kwenye kitabu cha Hosea sura ya nne na mstari wa sita imeandikwa nukuu: Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Neno la Mungu latuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Jambo la msingi la kutambua, shetani anaogopa sana mtu ambaye ana maarifa kimungu, na ambaye anatambua ndani mwake ana namna kuitumia ile mamlaka iliyomo ndani mwake, shetani humuogopa mtu huyo. Shetani anatumia muda mwingi kuwafanya watu wasiwe na maarifa juu ya kutumia ule uwezo na nguvu ambao Mungu ameweka ndani mwao. Yesu Kristo alipokuwa katika maombi ya mfungo wa siku arobaini, Shetani alimtokea na kuanza kumjaribu, lakini Yesu Kristo alimkabili shetani na kumshinda kwa sababu alitambua mamlaka yake. Ndiyo maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa kwanza na kuendelea, imeandikwa kisha, Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi akafunga siku arobaini mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye ya akajibu akasema, imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake, akam akamwambia haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake peke yake. Tunaanza kuona Yesu Kristo alimshinda shetani kwa sababu ndani mwake alikuwa na mamlaka na alijua kutumia ile mamlaka iliyokuwa ndani mwake. Ndiyo maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 na mstari wa 19 imeandikwa nukuu Tazama nimoapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Neno la mungu latuambia mungu ametupa amri na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Nyoka na nge ndo shetani, ndo mapepo, ndio majini. Kumbe kuna uwezo ndani mwetu wa ajabu sana. Wewe unayenisikiliza ndani mwako kuna uwezo wa ajabu sana, na shetani anajua, siku kitambua uwezo wako ulio ndani mwako atakufa, utakuwa ni mtu hatari. Ndio maana anakuogopa, atakuogopa sana. Kwa hiyo jambo la ambalo shetani alifanya, anakuwa na kuletea hofu na mashaka. Unapokuwa hofu na mashaka, basi utamkimbia shetani. Lakini tunajifunza, Yesu Kristo hakuweza kumkimbia shetani kabisa, kwa sababu ndani yake alikuwa anatambua ana nguvu na mamlaka, na aliweza kuitumia ile nguvu na mamlaka iliyo ndani mwake na kumshinda kabisa shetani. Lakini aina ya pili ambao, aina ya pili ya watu ambao shetani anaogopa sana ni mtu anayebaki kuwa na imani thabiti hata mambo yanapobadilika. Aina hii ya watu shetani anaogopa sana, mtu anayebaki kuwa na imani thabiti hata pale mambo yanapobalika. Shetani anaweza akaleta akakuletea nyakati ngumu, ili aone kama utayumbayumba kwenye imani yako. Mfano, shetani anaweza akapiga biashara yako au afya yako, ili aone uimara wa imani yako. Shetani alipiga uchumi wa Ayubu, lakini imani ya Ayubu haikutetereka kwa Mungu, aliendelea kusimama na Mungu. Ndiyo maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya kwanza na mstari wa 22, imeandikwa nukuu, katika mambo hayo yote hayubu kufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Tunajifunza Ayubu imani yake ilibakia kwa Mungu, hakuanza kuwaza wala kumnungunikia Mungu. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu wanapopitia magumu hutetereka kiimani na kuanza kumnungunikia Mungu. Jambo la kulitambua, unapoanza kumnungunikia Mungu maana yake shetani anakuwa na nguvu juu yako. Ukisoma kitabu cha Wakorinto Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na mstari wa kumi imeandikwa nukuu, wala msinung'unike kama wengine wa, wao walivyonung'unika wakaharibiwa na mharibu. Kwa hiyo Mungu anatuambia usinung'unike, kwa sababu ukinung'unika maana yake unampa shetani nguvu ya kuharibu maisha yako. Kuna muda unapopitia magumu ni heri kumtukuza Mungu kuliko kumnung'unikia Mungu, kwa sababu unapokuwa unanung'unika maana yake unakuwa unamfanya shetani anakuwa na nguvu juu yako, na anakuwa hawezi kukuogopa kabisa. Kwa hiyo, aina ya pili ya watu ambao wanaogopa kabisa na shetani ni mtu anayebaki kuwa na imani thabiti, hata mambo yanapobalika yeye anakuwa hamwachi Mungu anaendelea kumkiri Mungu anaendelea kumtukuza Mungu, hamwachi Mungu. Aina hii ya watu shetani anaogopa sana. Lakini aina ya tatu, watu ambao wanaendelea kukiri Yesu Kristo ndiyo Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jambo la msingi la kutambua, shetani anawapenda watu ambao hawamkiri Yesu Kristo kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo mtu ambaye anaendelea kumkiri Yesu Kristo kuwa ni bwana na mwokozi wa maisha yake kwenye nyakati zote, mtu huyu shetani humwogopa sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura 12 na 11, nuku, ya kumi na mbili na mstari wa kumi na moja, imeandikwa nukuu, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda hao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo unapoendelea kum kiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako juu ya, juu ya maisha yako. Jambo hili litamfanya shetani akuogope zaidi. Lakini aina ya nne ambao ya watu ambao shetani anawaogopa sana, watu wanaomkabili shetani kwa njia ya maombi na neno la Mungu maombi ni silaha ambayo shetani huiogopa sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa saba imeandikwa, basi mtiini Mungu mpingeni shetani atawakimbia. Unapompinga shetani kwa njia ya maombi yeye ukimbia. Ukisoma Bibilia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa kwanza na kuendelea utamwona Yesu Kristo alimshinda shetani kwa sababu ndani mwake alikuwa ameliweka neno la Mungu. Kwa hiyo unapokuwa unapomkabili shetani kwa kutumia neno la mungu na maombi, shetani atakuwa na kuogopa kabisa, hata kusogelea. Lakini lakini aina ya tano ambao ya watu ambao shetani anaogopa, watu ambao ni mashujaa wa maombi. Hii ni aina ya watu ambao shetani anaogopa sana, watu ambao wanamkabili shetani kwa njia ya maombi, watu ambao wanakuwa wana tunawaita prayer warriors. Ni wapambanaji mashujaa wa maombi, watu ambao wanafanya maombi ya vita muda mwingi, watu ambao wako karibu na Mungu, wanaomba sana. Aina hii ya watu shetani anawaogopa sana hata kuwakaribia, kwa sababu watu wa namna hii huharibu mipango yote ya shetani. Ndio maana shetani anawaogopa sana watu ambao ni waombaji, watu ambao ni wapambanaji wa maombi, watu ambao ni washujaa wa, wa maombi ambao tunawaita prayer warriors. Shetani anawaogopa sana aina hii ya watu, shetani anawaogopa sana. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama wewe hujampokea Yesu Kristo, basi fuatisha sala hii utampokea Yesu Kristo, na ukimkiri Yesu Kristo shetani atakuogopa kabisa. Kama ukumpokea Yesu Kristo, basi fuatisha sala hii na baada ya kufuatisha sala hii utakuwa umeshampokea Yesu Kristo kwenye maisha yako. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unisamehe Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima na cha ushindi. E Bwana Yesu, naomba unisamehe, ninakupokea kwenye maisha yangu. Karibu Bwana Yesu kwenye maisha yangu, naomba uniongoze. Ninakukiri wewe Yesu, wewe ni Bwana na Mwokozi binafsi wa maisha yangu. Karibu ndani mwangu, ninakukaribisha Yesu Kristo kwenye maisha yangu, tawala maisha yangu, nibadilishe, nifanye kuwa mpya katika jina la Yesu, amen. Kama umefuatisha sala hii tayari, umeshampokea Yesu Kristo kwenye maisha yako. Jambo la msingi la kufanya, tafuta kanisa ambao wanamwabudu Mungu wa kweli, na uingie ujifunze neno la Mungu, na uambatane na watu ambao wanaamini katika Kristo, Yesu Kristo. Nikutakie wakati mwema na kupenda sana.